Karibu katika kipindi hiki kinachoitwa anza na Mungu. Rafiki, nipo katika mafundisho haya kuhusiana na hatima, na nataka uelewe hiki ndicho ambacho natakiwa kukifuatilia. Mara utakapoweza kuelewa kusudi hili, maisha yako yatabadilishwa. Katika kitabu cha Waefeso. Let's go to the book of Ephesians. Kitabu cha Waefeso. And we're going to read chapter 1. Waefeso 1. Waefeso 1:11. Waefeso 1:11. Let's read this. In whom we also have obtained an inheritance being predestinated according to the purpose of him who works all things after the counsel of his own will. Na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Saelewa urithi wako unaachiliwa tu According to your purpose kwa kadiri ya kusudi lako. if you don't know your purpose, kama hulijui kusudi lako, you will not know your inheritance, hutaujua urithi wako. And God only gives to you because of his purpose, na Mungu anakupa wewe kwa sababu ya kusudi lake. Watu wengine we wanataka uh, urithi wa Mungu kabla. No, hapana, lazima usubirie muda wa Mungu. we are supposed to inherit what God has ordained for us. Tunatakiwa tu- turithi kile ambacho Mungu ametuandalia. Ndio maana anasema na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi. Being Huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Remember predestination? Kumbuka hatima ya kabla. How does predestination work? Je, Hatima hii inafanyaje kazi? According to purpose. kwa kadiri ya kusudi. Whose purpose? kusudi la nani? Not ours, sio letu, but his. lakini kusudi lake. And when we understand that purpose, na tunapolielewa hilo kusudi basi atafanya yote. Kwa kadiri ya kusudi lake yeye, unapolielewa kusudi utaujua urithi ulio nao na wakati wa kupokea urithi huo. And everything you need to obtain the inheritance. Na yote unayohitaji ili kupata urithi huo, Mungu atakupatia. Ndio maana akamwambia Yoshua, inherit. Nitakufanya wawe uwe uwarithishe hawa watu This, this is what you can do. Ndicho utakachofanya. you will cause all these 12 tribes to inherit. Utasababisha haya makabila yote kumi na mbili yarithi. There was his purpose. Ndilo lilikuwa kusudi lake. And God gave him the ability to do it. Na Mungu akampa uwezo wa kufanya all things he needed for them to inherit. Yote ambayo yalihitajika ili yeye arithi. God provided. Mungu akampatia Fungua Petro wa kwanza. mstari wa tatu na wanne if you know where your, your, your, your inheritance is you'll seek for it. Kama unajua urithi wako ulipo utautafuta. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ which according to his abundant mercy has begotten us again to a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ahimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kufufuka kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. What is the purpose? Kusudi ni nini? Verse 4. Mstari wa nne. To an inheritance incorruptible, undefiled, that fadeth not away, reserved in heaven for you. Tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. So understand, kwa hiyo elewa. Ninapowaambia watu kuhusiana na hili, wanasema mimi nitaendaje mbinguni? nitajuaje yaliyoko mbinguni? Hapana, no, right. Mungu ametupa haki According to scripture, kwa kadiri ya maandiko. Yesu alipokwenda msalabani alinibeba, tukaenda naye In him, that body, katika mwili wake wa kufa pa, nilikuwepo pale. Kila mwanadamu was in that body alikuwa katika mwili wake. Wakati Yesu alikuwa anapigwa msalabani, alipovikwa taji la miba, wote tulikuwepo naye pale. Kwa nini? So he was paying our price. Kwa sababu yeye ye alikuwa analipa gharama yetu. When he went to hell, alipokwenda kuzimu. I went with him. Tukaenda pamoja naye. When he rose from the dead, alipofufuka katika wafu. I rose with him. Tukaenda pamoja naye. When he seated in heaven, alipoketi alipo mbinguni. I am seated with him. Nimeketishwa pamoja naye. Now I got to believe it. Sasa inabidi niamini. I am now seated together with Christ. Ya kwamba mimi nimek na Kristo Yesu heavenly places katika ulimwengu wa roho. If I don't believe it, kama siamini, basi nitaishi maisha ya kuchanganyikiwa. Turudi kwa Waefeso chapter 1, Waefeso moja. Nataka tusome hili ili tuweze kuelewa. Mstari wa 20. Which he brought in Christ when he raised him from the dead and set him on his own right hand in heavenly places. Anasema aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Sasa mstari eh, wa anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hiyo mimi nimeketishwa pamoja naye. Nimefufuliwa pamoja naye kutoka katika wafu and made to sit with him, na nimeketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho to this. Na shetani hata kuruhusu ulielewe hili ndio maana because you don't know where you are seated. kwa sababu hujui ulipoketishwa. You cannot go out and ask God what is my inheritance. huwezi ukaenda kumuuliza Mungu urithi wangu ni upi? But because you know everything is happening in, in, in, in your home family. kwa sababu unajua kila kilichotokea katika nyumba yako. You know everything your father owns. unajua vitu vyote anavyomiliki baba yako. You now know what is your inheritance. sasa unajua urithi wako katika hali ya kawaida. And you know that what you're going to get. unajua utapata nini. So that's why you're after the things that you can know. kwa hiyo upo katika kufuatilia vitu ambavyo unavijua. Now the Devil doesn't want you to know. Sasa Ibilisi hataki ujue. He, He wants you to keep you blinded. Anataka uendelee kuwa kipofu. And because as long as you are blinded, na kwa kadiri unavyokuwa umepofusha, hutaona huo urithi. The Bible says God has kept an inheritance. Biblia inasema Mungu ametunza urithi ambao hauharibiki. Which is undefiled, ambao hauharibiwi. which fades not away, haunyauki, hau umetunzwa mbinguni kwa ajili yangu. So inabidi nije na utazamu huo na kusema, Mungu, ninataka kujua urithi wangu. Urithi ni urithi wa Mungu, urithi it's, it's wa Mungu kwa ajili yangu, so I need to know it. Inabidi ni ujue. And when I understand that inheritance, nikisha uelewa huo urithi, I'm telling you, ninakwambia, you will be on track, utakuwa katika mstari, then it's God's responsibility, nitakuwa ni jukumu la Mungu to find out or to work out for you everything, kukutendea kila kitu. It is why he said, ndiyo maana anasema in Romans chapter eight. Katika Warumi sura ya nane. Let's look at Romans chapter eight. Tuangalie Warumi nane. And verse twenty-eight. Warumi nane mstari wa ishirini na nane. Mm -hmm. Look what it's saying. This is something very very important for us as Christians to recognize this. Hiki ni kitu ambacho kwetu sisi kama Wakristo inabidi tukitambue. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to his purpose. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. So ko napojua kwamba nimeitwa kwa kusudi hilo, basi ninaelewa huo urithi, kwamba ninachotakiwa kukufanya hapa duniani Heaven backs me. Thousands and thousands of angels are on my side. I know without a doubt. Ni kwamba mbingu iko nyuma yangu, maelfu ya malaika yapo nyuma yangu, ninajua bila wasiwasi ya kwamba mbingu iko nyuma yangu inanisaidia. Ila kama sijui husiana na urithi uko pale, nitajaribu kufanya kwa kila kile ambacho ninacho Musa hakutegemea kazi za mwili. Hakutumia chochote cha ulimwengu huu. Guns. Ili kuwakomboa wana wa Israeli. Hakuwa na bunduki. he Lakini alikuwa na mbingu nyuma yake. Joshua entered in the promised land. Yoshua alipoingia katika nchi ya ahadi. Jordan Jordan split into two. Jordan ikagawanyika. The walls of Jericho fell down. Na zile kuta za Yeriko zikaanguka. Just by walking round Jericho. Wakati wanazunguka ukuta wa Yeriko, wakimwimbia Mungu. Which mind can tell you that singing will will, will drop, drop down the walls of Jericho? Hebu niambie ni uelewa na wa namna gani wa kibinadamu unaweza kukuambia kwamba ukiimba tu kuta zitaanguka? But here, lakini hapa we see tunaona the inheritance urithi that God had given Joshua ambayo Mungu alimpa Yoshua. It had nothing to do with the flesh. Hakukuwa na kitu kinachohusiana na mwili nothing. Hapana. He stopped the sun akalisimamisha jua. Until, mpaka akapata ushindi. Think of this. Fikiria hilo. There is, kuna urithi ambao hatuujui, umetunzwa kwa ajili yetu, wala haunyauki. Ni juu yetu sisi kuutafuta. So mimi nina huzuni sana, right. Ninakumbuka watu wengi in, in the, katika makaburi. Great minds have died. Eh, mawazo makuu yamekufa, mawazo makuu yamekufa. Kwa nini? Kwa no sababu hakukuwa na yeyote mwenye ujasiri. But all these people who were in the grave, katika hawa watu wote ambao wako makaburini ambao walikuwa na mawazo great makubwa. abilities wakiwa na uwezo mkubwa But failed. lakini wakashindwa. maombi yangu ya kwamba usiwe na mawazo ma ma makubwa tu ila uweze kuyaona, Your inheritance, uweze kuuona urithi wako, and take it, na kuuchukua na kutembea nao. Urithi ni urithi wa Mungu. Now, oh, oh, let's go to Isaiah. turudi tusome kitabu cha Isaya hamsini na nne wengi wetu tunalijua andiko hili. And you know, verse 17. Mstari wa kumi na saba. Okay, what does it say? Inasema nini? No weapon formed against me shall prosper. Kila silaha itakayofanyika juu yako, haitafanikiwa. And every tongue shall rise up against me, in judgment, thou shalt condemn. Na kila ulimi utakaoinuka juu yako, katika hukumu utahukumu kwa mkosa. This is what we know. Hiki ndicho tunachokijua. But the next line says, lakini mstari unaofuata inasema, this is the heritage of the sons of God. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana. I'm talking about inheritance is the heritage of God. Mimi ninazungumzia kwamba urithi unatoka kwa Mungu. It's it is, it is, God is the one he has set it apart. Yeye ndio anakuwa ameutenga. It's my inheritance ni urithi wangu lakini God, nina urithi kutoka kwa Mungu of what God can. Kwa kila ambacho Mungu anaweza au uweza wa Mungu. That's what I, I have to see. Ndiyo ambacho natakiwa nikione, ndio ninachokitamani. Kwa nini leo hii watu wanatafuta nguvu za za kutoa mapepo tu? Desire, matamanio yao ndio haya. That's all. Bas. But there's more than that. Lakini kuna cha ziada hapo. Hatuombi um, mi, miujiza. Tunaangalia nguvu za kupata ile miujiza midogo midogo. Mimi ninamwangalia Yoshua akilisimamisha jua. That's a great miracle. Kwa kweli huu ni muujiza mkubwa sana. Ni nani awezaye kulisimamisha jua? Yeye in, in her, alipata urithi na kwa sababu ya huo urithi alijua nguvu alizonazo ni zipi kwamba nguvu zake zina uwezo wa kulisimamisha jua. Amina. Amina. Tumwangalie Daudi, Daudi, with one small stone. Kwa jiwe dogo tu alijua Goliath. Wala hakuangalia manguvu ya, ya, ya Goliati. Or the sword. Au ule upanga wake mkubwa, yeye akaenda akiwa mtupu na nguo zake tu. Ndio maana Goliati akamwangalia, akasema mnaniletea mbwa Think of it. Fikiria. But David knew. Lakini Daudi alijua. What was his heritage? Kilichokuwa urithi wake alijua. He knew it. Alijua. And when you know. Na unapojua. You take. Unachukua. You use it. Unatumia. It's for you. Ni kwa ajili yako. For that purpose. Kwa kusudi hilo. It's not for everybody. Sio kwa kila mtu. Everything of God kila kitu cha Mungu kinapewa kwako kwa kusudi maalum, not to abuse it. Sio kukitumia kwa uchafu. Mtoto yule mwana mtu mpotevu akauona urithi wa babake. Give, give, give me. Akasema nipatie kilicho changu. Fikiria. Usipolijua kusudi, you can take the inheritance. Achukua urithi and spoil. Alafu utauharibu today, leo hii. Some men of God, watu wengi wa Mungu that have messed up, wameharibu. Kwa nini? Because number one, sababu kitu cha kwanza, walitaka nguvu, lakini hawakutaka kurekebishwa, hawakutaka tabia njema, they hawakutaka, they walitaka tu ile nguvu, na Mungu anawapa, anakupa, fanya Go. Nenda, the the, hakumzuia yule mwana mpotevu. Go. Nenda, nenda unachotaka, lakini utaharibu. Kumbuka, you know for you, is unapojua ya kwamba urithi wako umetunzwa kwa ajili yako huko pale, a particular purpose. Kwa kusudi maalum, hebu e tafuta hilo kusudi na kila kitu chochote unachohitaji purpose, ili kutimiza hilo kusudi kitakuja kutimia. May God help us. Mungu atusaidie sana. May God's really strengthen us. Mungu hakika tutie nguvu. Open our eyes. Hebu tufungue macho yetu tuweze kuona nguvu ya urithi ambayo imetunzwa kwa ajili yetu. Na hakuna chochote kuhusiana na ulimwengu huu. Oh, he will give us lands, atakupa yes. Nchi. He'll give us cities, Yes. atakupa miji. He'll give us buildings, Yes. Atakupa majengo, mashamba. yes. Lakini zaidi ya haya Mungu ana nini zaidi? Because it's his inheritance. Kwa sababu ni urithi wake, si wa kwetu ni urithi wake, yeye anataka kutupatia so, ili kwamba tuweze kutumia kile kilicho halali yake. Nguvu zote alizo nazo, utukufu wote alionao, hekima he yote aliyo nayo, we have the right, tunayo haki to ya kurithi If we don't seek that, kama hatutafuti hilo, basi kamwe hatutaweza kufanya kile ambacho Mungu ametuita tukifanye. Mungu atusaidie sana. Maombi yangu siku ya leo. Bwana, tusaidie. Open our understanding. Fungua uwelewa wetu. Ondoa kila doa katika doa la giza pazia ambalo limefunika mioyo yetu our minds, na akili zetu ya kwamba tuangalie tu urithi wa kawaida kwanza tuangalie tabia yako mungu utakatifu wako your bwana Lord. usafi wako bwana God. mungu tupatie huo urithi Bwana, hilo ndio tunda la Roho, ndicho tunachokitaka. Tunda lako lidhihirike katika maisha yetu kwanza, halafu tuone nguvu zako. Give it to us, Lord. tupatie Bwana. I pray today. maombi yangu leo. Help each and everyone is watching this program. msaidie kila mmoja anayetazama kipindi hiki. Take away wrong conceptions. hebu ondoa mawazo mabaya. Take away the things of this world. ondoa mawazo ya vitu vya dunia hii. They desire just the things of this world. ambapo watakuwa wanatamani vitu vya dunia hii. Remember there is inheritance for them in heaven. Acha wakumbuke ya kwamba kuna urithi mbinguni umetunzwa kule mbinguni. Ni. On it, Lord. Majina yao yameandikwa katika urithi, ni mali yao. Wape hiyo nguvu ya kuinuka kwenda mbinguni, kuona, kuelewa kila ambacho ni mali yao Just like you prayed, kama vile ambavyo uliomba ukamwambia Musa kutuma watu into the promised land. katika nchi ya ahadi. Maombi yangu siku ya leo, hebu watume Hacha waone kile ambacho ni mali yao, ili kwamba waweze kuelewa, there is discouragement, ya kwamba kuna kukatishwa tamaa na kuna baraka. Help them. Wasaidie. Not look at the discouragement, sio kuangalia kukatishwa tamaa, bali waangalie the hope baraka is for them, na kile ambacho kimetunzwa kwa ajili yao In Jesus name. Katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Amen. Amen. Tutakuona siku ya kesho. <tune>